Na tatu. Ndugu Mwenyekiti, wakati naingia kama mbunge nilikuta vituo vya afya vitatu. Hali hii iliwasononesha sana wananchi wa Rufiji, na miongoni mwao walilazimika kusafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma za vituo vya afya. Nilikuta vituo vya afya vitatu, lakini hata ukiwauliza wananchi hawa wa tarafa ya Ikwiriri watakuambia vituo hivi vilikuwa havina uwezo wa kutoa huduma za hospitali, au nadanganya jamani? Hakukuwa na huduma ya mionzi, hakukuwa na huduma ya upasuaji. Warufiji walilazimika kusafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma. Naomba nikuthibitishie, ndani ya muda mfupi tumejenga vituo vipya vya afya tisa, vituo vya afya tisa kati ya vituo vitatu vilivyokuwepo. Lakini naomba nikuthibitishie pia Leo hii tumepokea waraka kutoka kwa Mheshimiwa Rais ambao ametuthibitishia, mkurugenzi wa halmashauri ananiambia kwamba fedha tayari zimeingia kwa ajili ya nyongeza ya vituo vya afya, ikiwa ni maombi yetu kwa rais wetu Dr. Samia tunakwenda kujenga kuanzia wiki ijayo ujenzi wa kituo kipya cha afya cha ghorofa kabisa hapa kata ya Umwe, cha ghorofa kabisa na fedha hizi mheshimiwa rais amekwisha tukabizi tunakwenda kujenga kituo cha afya cha Nambunju na fedha imeshaingia katika halmashauri yetu ya wilaya tunakwenda kujenga zahanati pale Mbwala kubwa kabisa kama kituo cha afya shilingi milioni mia tatu tayari imekuisha ingia ndugu mwenyekiti naomba nikuthibitishie kule chumbi mheshimiwa rais ameridhia kutoa fedha za ujenzi wa kituo cha afya. Kwa hali hii kwa hali hii, inatufanya Rufiji tuondokane na fikra ya zile tulizokuwa nazo za Rufiji yenye chuki ya kufikiri pengine serikali haiwapendi. Tumefanya kazi kubwa ya kuimarisha umoja na mshikamano, kufanya kazi kubwa, kuingia katika mioyo ya wananchi wa Rufiji. Tumeyafanya haya kwa mapenzi ya dhati tuliyonayo, kwa sababu wakati ni sasa, ni lazima tuyafanye haya, kwa sababu wakati ni nini? Wakati ni sasa. Ndugu mwenyekiti, nimepokea waraka mwingine ambao mheshimiwa Rais ametutumia, amesema pamoja na ujenzi wa shule nyingi ambazo ametupatia, ameridhia kutoa fedha na leo mkurugenzi amenithibitishia kwamba tumepokea fedha za ujenzi wa mabwalo katika shule ya msingi Muhoro, milioni arobaini na mbili; shule ya msingi Umwe, milioni arobaini na mbili; shule ya msingi Ukombozi, milioni arobaini na mbili; shule ya msingi Mapinduzi, milioni arobaini na mbili. Lakini pia kuna fedha za ujenzi wa mabweni ambazo zimekwisha ingia shule ya sekondari Umwe milioni mia mbili na arobaini. Kata ya Mgomba, ujenzi wa bweni moja milioni mia moja sitini na nne. Kata ya Mkongo, ujenzi wa shule mpya ya Ruwe milioni mia mbili na nane na imekwisha ingia na ujenzi umeanza. Lakini Mheshimiwa Rais ameridhia ujenzi wa shule ya msingi ya Mpima, shule ya msingi ya Mpima, kata ya Kipugira, ujenzi wa mabweni mawili shilingi milioni mia mbili na arobaini. Fedha hizi, ndugu mwenyekiti, zimekwisha ingia katika halmashauri yetu ya mji wa Rufiji. Ndugu mwenyekiti, leo umeshuhudia utiaji saini wa mikataba mbalimbali wa ujenzi wa barabara. Hali hii inatokana na mafuriko makubwa yaliyoikumba Rufiji. Kila mrufiji anatambua kwamba barabara zetu zilivunjika, barabara zetu zilikatika na zilikuwa hazipitiki. Kila mrufiji hapa ukimsimamisha, anajua kazi kubwa tuliyoifanya kipindi hiki cha miaka kumi ya mapinduzi ya fikra, kila mrufiji ukimsimamisha hapa. Lakini naomba nitoe taarifa ambazo nimekuwa nikizitoa mara kwa mara, tunakwenda kuijenga Rufiji ili iwe wilaya kiongozi katika nchi hii. Na tunaamini tunaamini kwa uchapakazi wetu, kwa umahiri wetu